assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha allah tunaendelea na darasa letu la fikihi kupitia kitabu kinachoitwa Fiqh Muyassar katika masala ya hija kwa ambaye ambayo mwenye kitabu atafunua kurasa na 184 leo tutajifunza kuhusiana na shurutul hajj sharti za za hija shurutul hajj sharti za hija Anasema yushtaratu imewekewa sharti, li ujubil hajj, kwa wajibu au kwa uwajibu wa hija, khamsatu shuruti, sharti tano. Hija imewekewa sharti, kuna masharti matano ya hija, inatakiwa watu yafahamwe eh? Kuna masharti matano ya hija eh. Mtu anapotaka kwenda kuhiji, anatakiwa akidhi vigezo hivyo, ndio aweze kwenda kuhiji. Sharti ya kwanza anasema alislam eh, mtu awe Muislam eh, awe Muislam. Anasema li anna alislam, kwa sababu ya Uislamu shartu ni sharti liswihati la ibadati, ya kuswihi ibada, lazima mtu awe Muislamu eh, kwa sababu Uislamu ndio sharti ya kuswihi ibada. Uislamu ndio sharti ya kuswihi ibada kwa mtu ambaye eh, si Muislamu si wajibu kwake yeye kuhiji, wala akihiji aiswihi, akienda kuhiji hija yake haiswihi, na wala si wajibu kwake kwa, kwa maana si lazima kwake yeye kuhiji. Ila Muislamu ni lazima kuhiji, e, Muislamu ni lazima kuhiji kwa sababu Uislamu e, ni sharti ambayo inasababisha ibada ziweze kuswihi. Sharti ya pili anasema alaqilu, akili. E, mtu anapotaka kwenda kuhiji awe na akili timamu, asema fala yajibu alhajju ala almajnun, haiwajibiki hija kwa mtu ambaye ana tatizo la, la akili, haiwajibiki, si lazima kwa kwenda kuhiji. wala walayaswihu minhu e, wala haiswihi kwake fi hali jununihi e, katika hali ya kutokwa kwake kwa akili e, wala haiswihi kwake yeye fi hali jununihi, katika hali e, ya kipindi kile ambacho yeye ame, amekuwa e, ana tatizo lile la akili. li anna al aqla kwa sababu ya akili, shartu ni sharti e, litaklifi e, ni sharti ya kulazimishwa na sheria kwa sababu akili ni sharti eh, ya kulazimishwa na na sheria. Shartu litaklif ni sharti ambayo inalazimishwa na, na sheria. Wal majnun na tatizo la akili laisa min ahli taklif eh, si katika eh, kwa maana mtu mwenye tatizo. Walmajnuni maanake ndio yule mtu ambaye ana tatizo la akili laisa min ahli taklifi, si katika watu wa kulazimishwa na sheria. E, yani kwa maana anakuwa sasa kana kwamba sio mukallaf kwa maana yeye anakuwa ni majnun, lakini <coughs> mtu ambaye ana akili kwa maana yeye anakuwa mukallaf <coughs> sheria ina, ina inamlazimisha kufanya mambo ya kiibada, ila yule mtu ambaye ana tatizo la akili, kwa maana sheria haimlazimishi kufanya mambo ya, ya kiibada. Anasema, wa marfu'u anhu alqalami na imenyanyuliwa kwake yeye kalamu. Kalamu kwa mtu ambaye ana tatizo la akili imenyanyuliwa, kwa maana haiandiki, kwa maana haandikiwi dhambi, ila kwa mtu ambaye ana akili timamu kalamu inaandika, kitenda jambo inaandika, ila kwa mtu ambaye ana tatizo la akili eh, kalamu kwake yeye imenyanyuliwa wa na iminyanyuliwa kwake yeye kalamu, hana dhambi eh, handikiwi dhambi hata mpaka yafika, eh, apone, kwa maana awe sawa <coughs> akikaa sawa, basi hapo sasa kalamu itaanza ku, kuandika kama fi hadithi Ali radhiallahu anhu kama eh, ilivyokuja katika hadithi ya Ali radhi za Mwenyezi Mungu zimwendeju yake anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wasalam Hakika ya mtume rehma na amani zimshikio juu yake, qala, amesema rufi al qalamu, imenyanyuliwa kalamu an thalathati, eh, kwa watu watatu. Kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu, watu aina tatu. Kalamu kwao haiandiki, kwa maana kalamu kwao haifanyi kazi, hawaandikiwi chochote. Watu aina tatu Anasema mtu wa kwanza, ani naim, aliyelala hata yastaiqidha, mpaka aamke. Mtu aliyelala haandikiwi chochote, mtu aliyelala haandikiwi chochote mpaka atakapoamka. <coughs> Mtu ambaye amelala haandikiwi chochote mpaka atakapoamka. Wa ani swabii, na mtoto, hata yablugha, mpaka abalighe Mtoto mdogo haandikiwi chochote e, haandikiwi dhambi e, mpaka atapofika umri wa balagh. Mtu wa tatu anasema wanil majnun, eh, na mtu mwenye tatizo la akili hata yafika au hata yafika mpaka apone, e, hata yafika mpaka apone. Mtu mwenye tatizo la akili haandikiwi e, chochote, kalamu imenyanyuliwa kwake paka apone na mtoto pia hivyo, hivyo haandiki chochote mpaka atakapofikisha umri e, wa balere lakini pia mtu ambaye amelala e, haandiki chochote mpaka atakapo atakapoamka e, mathalan mtu amelala pale anaamka tu e, ile neno la kwanza kusema mpaka atakapoamka eh kwa maana ndio neno ambalo linaanza kuandikwa lakini pale alipokuwa amelala haandiki chochote kwa tujitahidi tunapoamka tuweze kuamka na, tu. e, e. na dua nadua e. Sio unaamka tena unaanza kujilaumu, au unasema ah, bwana. Yani, unatoa maneno ambayo unaweza kujikuta malaika wanaandika tu e. Sasa tutoe yale maneno mazuri. Umeamka asubuhi sasa, alhamdulillah e, au umelala umeamka tu hata mchana e, umelala umeamka kidogo, sema alhamdulillah. Eh, inakuwa ni kama hivyo, ukijizoesha hivyo, basi inakuwa e, inapendeza inapendeza zaidi. Anasema e, mtu wa tatu tumeshataja watu ambao karamu kalamu kwao amenyanyuliwa eh, lakini tunaendelea sana masharti yetu yale ya hija eh. Sharti ya tano anasema albulughu eh, baligh. Lazima mtu aweze kwenda kuhiji awe amefanyaje amebaligh eh. Fala yajibu alhajju wala eh, si wajibu hija ala sabii kwa mtoto, mtoto si wajibu eh? Si lazima kwake Liannahu, kwa sababu yeye laisa min ahli taklifi e, si katika watu waliokalfishwa na na sheria, kwa sababu hajafika nini, mukallaf. Mtoto kwake si lazima kwenda kuije. Wa marfu anhu alqalam e, na kama tulivyosema kwenye ile hadithi, e. Na, e, iminyanyuliwa kwake yeye kalamu hata mpaka yablugha e, mpaka afikie afikie ule umri wa baligh, ndo akataja tena akasema lilhadithil maadhi Eh, kutokana na hadithi iliyopita ma manake ni past tense, ni wakati uliopita ulio, eh? Kutokana na hadithi ya wakati uliopita tulioisoma, ambayo rufi al-qalam mm, rufi al-qalam, imenyanyuliwa kalamu ala thalathat eh, juu ya watu watatu, ala thalathati, juu ya watu watatu, ila akhiri, mpaka mwisho wa ile hadithi. Kwa hiyo mtoto anaingia katika watu hao watatu ambao kalamu imenyanyuliwa kwao. Lakin, lakini mh, lau haja e, lau e, akahiji e, fahajuhu na hija yake swahihu itakuwa sahihi. Mtoto kwake yeye si lazima kuhiji, lakini lau akaenda kuhiji ukaenda na mwanao kuhiji, basi hija yake inakuwa ni sahihi. E, tuchukue hiyo e, noti, kwamba mtoto si, si, si wajibu si lazima kwenda kuhiji kwamba akiacha kuhiji anapata dhambi hapana, ila kama ikitokea kwenda kuhiji mtoto mdogo eh, fahajuhu, basi hija yake swahihu maanake inaswihi eh, kwa maana hija yake ina, inafaa. Wayanu ilahu na atanuia eh, aatamnuilia yeye eh, waliyuhu, eh. Wayanu wayanulahu na atamnuilia yeye waliyuhu, wali wake zile nia atakuwa anatia yule wali wake, yani yule msimamizi wake, kama baba au ndugu yote, ambaye ameenda naye. Kwa hiyo zile nia atakuwa ananuia yule wali wake. idha lam yakun mumayyiz, e, pindi atakapokuwa yule mtoto si mtambuzi, yani hajui kutamka hizo nia, kwa maana hawezi kuweka nia hizo moyoni, kwa maana ata nia hizo na yule wali wake ambaye ameenda naye. wala yakfihi, wala haimtoshelezi yeye ye, ana hajjati hmm, kutokana na na hija alislam, ya Kiislam. Kwa maana haimtoshelezi yeye ye, kutokana na hija ya ya Kiislam. Anasema bila khilafi, pasi na na khilafi bila khilafi pasi na khilafi baina ahli lilmi, eh, kati ya watu wa ilmu, au kwa watu wa ilimu lima rawahu bin Abbas, kwa kile ambacho amekipokea bin Abbas. Anasema eh, ana mraata, hmm, hakika ya mwanamke eh, rafaati, eh, alimnyanyua eh, swabia mtoto, fakalat akasema. Mwanamke eh, alimnyanyua mtoto akasema ya Rasulallahi, eh, mjumba wa mwenyezi Mungu, eh, al hadha haju, je huyu anayo hija? Qala, mtume akasema, nam ndio, eh, wala ki ajirun, eh, na wewe una malipo wala ki ajirun, na wewe una malipo. Kwamba ndio, eh, mtoto huyo amekuja kuhiji, maana yake hija yake inaswihi eh, lakini pia na wewe utapata utapata malipo. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam Aaa, anasema ayyuma sabii, mtoto yeyote haja, eh atakaye hiji, thumma balagha, kisha akabale, fa alayhi hajjatu ukhra, basi juu yake hija nyingine. Yaani, mtoto yoyote atakayenda kuhiji. Mfano umeenda na mtoto kuhiji, e, lakini sasa baadaye akaja kuwa mkubwa basi anatakiwa aende tena hija e, ili mwanzo inaswihi. na yule msimamizi wake atapata ujira atapata malipo e. kwa ile ambayo mtoto amekwenda na atamnuiza eh, kwa maana atamnuiza jinsi, atamfundisha jinsi ya kutia zile nia katika moyo kama hizo, kwa maana atamnuilia, e, atamnuilia. Yeye kama atakuwa mumayiz ni mtambuzi anaweza kutamka anaweza kufanya, basi atamnuilia mnu atamfundisha eh, kutia zile nia kama hawezi somomas basi, atamnuilia yeye eh, nani walii ambaye ndio mzazi eh. Sasa kama atafika mtoto huyu ameshaenda akiwa mtoto eh, hija akahiji, ila akifika umri wa kubaleghe okay, anatakiwa tena aende tena kwa maana ukubwani mwake aende tena kwa hiji, kwa sababu ile itakuwa ni ya utotoni. Kwa hiyo hii sasa ndio hija ya Kiislamu. Akisema hija ya Kiislamu, manake ni ile hija sasa ni sharti kwake yeye aka akaka nini, akahiji kwa ni nguzo kwake yeye akahiji. Kwa maana ndo maana akasema kwamba imtoshi yeye ile hija ya Kiislamu. Kwa maana akienda kuhiji akiwa mtoto, basi ndo imtosheleze yeye hija ya Kiislamu, kwa maana ndo tayari kashatekeleza nguzo ya hija, kwamba aendi tena kwa umri hapana, kwa sababu hija tunaenda mara moja kwa umri. Sasa mtoto anapokwenda mdogo, kwa hiyo bado hajamtosheleza ile hija ya Kiislamu, akimaanisha ni hija katika nguzo za Uislamu. Akasema mimi nishaenda katika umri wangu, asiende tena hapana Kiislamu ya akimaanisha ni hija ambayo ipo katika nguzo za Uislamu, na inamuhusu yeye, alayhi hajatun ukhra, basi juu yake kwenda tena kuhiji kwa mara nyingine. Akasema wa ayyuma abdi eh, na mtumwa wote haja atakaye hiji thumma ataka kisha akaachiwa huru fa alaihi hajjatu ukhra juu yake hija nyingine. Kwa mfano mtumwa, eh, mtumwa akaenda kuhiji, ameenda kuhiji aliyakuwa bado ni mtumwa, basi atakapokuwa huru, atakapoachiwa huru, basi anatakiwa mtumwa huyo aende tena kufanyaje, kuhiji, asije akasema kwamba nipo kwa mtumwa nilienda kuhiji, basi inatosha, hapana. Ili apate ile hija ya Kiislamu, manake anatakiwa tena aende tena kuhiji. Nikisema hija ya Kiislamu maana ni ile sasa inamwajibikia yeye. Hii ya kwanza imeenda kwa mfumo kama eh ee, mtumwa na mtoto, ile ya kwanza imeenda kama mtoto, lakini sasa ili yaendane na ile hija sawa eh, ambayo hipo sasa mahususi kwake yeye, akienda mara moja aende tena basi, anatakiwa anapokuwa huru, ndo anaenda sasa ile hija yake ambayo ndo mara moja tu, afu atakuwa aende tena, lakini ile akiwa katika utumwa e, inakuwa anapata ujira, anapata inakuwa sahihi, lakini inakuwa kama isabiki fulani ile ambayo atakaenda baada ya kutoka katika utumwa ndio itakuwa naisabiki.